Kwingineko, mzozo unatokota baina ya wakazi wa eneo la Parklands jijini Nairobi na kampuni za ujenzi kuhusiana na kile wanachokitaja kuwa uharibifu wa muundo msingi na kuvurugwa kwa shughuli za uchukuzi katika eneo hilo. Wakazi hao ambao wametishia kusitisha ujenzi mwingine wowote katika eneo hilo wanadai kwamba wajenzi hawazingatii tahadhari zozote za kiafya na hivyo kuhatarisha maisha yao, kadhalika wakizungumzia uharibifu wa barabara na miundo msingi mwingine na malori yanayosafirisha vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, katika kujibu, wajenzi hao chini ya muungano wa wa wajenzi wa Westlands walipuuzilia mbali madai hayo wakisema Hayana msingi. Kundi hilo hilo linadai kwamba shughuli zote za ujenzi katika eneo hilo zimeidhinishwa na zinafuata mwongozo uliowekwa kikamilifu. Wanasema kuwa hatua ya kusitisha ujenzi huo itaathiri vijana wengi wanaotegemea sekta hiyo. Sa zile kaunti inapeana approval au wanakuja kusimamisha mijengo, hiyo ni kumaanisha vijana hawatapata ajira, na vijana wakianza kuiba watapigwa risasi. Sa zile kazi imejitokeza over mijengo 200 au ni vijana wangapi wameajiriwa kazi? Ni wengi hao wametoa wapi? Because ukiangalia hii mijengo imeandikwa watu kama almost 300 na bado kuna bado, uh, wapishi wako hapa bado wanakuja wanataka kusimamisha mjengo na ile, ile mjengo wanataka kusimamisha iko na document zote, so watu waambie ni mbinu gani wanataka kutumia, au, kama resident association. Because, hao sio serikali, the most of the sites here have complied why should the, the, the sites be closed? These people should be deregistered. It should be known that the said chair of the PRA is coming to incite people and to ask for doc documents. We want to know, apart from you being a chair of the P of, of a residence association, who are you? Do you have the right to come and ask for documents? Sasa association kama hizi zikikuja, zisimamishe kazi saini vijana wanaenda kukaa mtaani na kesho ni wiki inaanza tu kweli tutakaa bila kazi. Kwa hivyo yangu ni kuomba mambo ya discrimination, mambo ya racism tunaikemea, na kazi iendelee as long as approval ziko, wacha kazi iendelee.